Hello guys. Good morning, good evening or good afternoon wherever you are watching from. Kama kawaida, it's your girl Doreen. Remember to subscribe, remember to like the video. I'm sorry guys, kuna makelele inatoka huko nje ni watoto wamefunga shule, mnaelewa. So guys, eh? Sijui ni nani anaehurumia Bravo kama mimi cause naona kama ukijana amebebeshwa mizigo. Na kwa siwezi sema ni team Sinyadevo amebebesha mizigo, no. Nikisema ni kama amebebeshwa mizigo. Guys, hii kesi imekuwa ngumu kidogo. Na hii kesi ina deal na mapepo, mambo na mashetani. Na ukiangalia kwa serikali, anything to do with evil things, hawafanyangi. Cases kama hizo zinakuanga ngumu. Na mwanzo kabisa unajua Bravo ndiye na alikuwa mkubwa kule. Alikuwa see ule mwenye anakuanga kwa mazuri OCS Oscar. Wakiwa na Grace, hii kesi ilianza na huko, so kama kuna mtu mwenye nafaa afuate kutoka mbele, kule juu ni huyo OCS, kuna chorea alafu sasa Bravo. Bravo alikuja tu kuonekana baadaye. But okay, na OCS ndio unajua kitu yenye inaendelea na OCS nilimuona alirudishwa kazi leo hii, ako kazini si ndio? So mtu anaweza saidia hii kesi ni OCS na sasa inakaa ni kama ime imerudi kwa bravo. Hiyo shamba ikiuzwa ama ni Kiswahili nasema mara mwenyewe anasema sijui alinunua shamba. Aya, mwenyewe anasema shamba ilinunuliwa ile shamba ya babake Dave. Kwa shamba ilinunuliwa milioni mbili. Bravo naye yu hata kukua kwa sensesi zake alikuwa na ushetani. Bravo anajua shamba ilifanya nini? Walikodisha ama ndio ku rent. Huyo jamaa ame rent. Sasa mtu anaweza rent mahali na milioni mbili. Hiyo ni ku rent ama ni kununua? Kuna kizungu mkuti guys, na mtu ni kama ukiangalia history kidogo, ni kama Bravo ndi atabeba mzigo, ni kama, kama, kama anaelewa na hii shamba ikiuzwa ama wakirenti hii shamba. Mtu mwenye alivuruga sana, mwenye anajua venye hii shamba ilienda ni Chorea. Chorea mwenyewe atujui kwenye alienda. Chorea ndio inafaa tafutwe. Maana wakati babake Dave alikuwa kidnapped, mtu mwenye alikuwa na nani nani ni Chorea wakiwa na... Champe wakiwa na Elvis. Na upande wa Elvis na Champe sijui kama kuna kitu wanaelewa mambo na Land, cause wao wakati walichukuliwa walienda kufanya nini, kuwekwa kuwekwa madawa za kulevya, wakafanywa vituko. Sasa story na Land, mtu anajua vizuri ni Chorea, cause Chorea ndiye alienda kauza hiyo shamba guys, if I'm not wrong. Na mwenye alienda kuuza ni Chorea, so Chorea anajua every detail ni ana jua kama ni kuexplain. So kutoka hapo ndio tujue, Chorea wakati aliuza hii shamba aliuzia nani, na zile pesa ni nani alipokea? Ni Bravo? Na kama ni Bravo alipokea zizi pesa, ni nani alichukua? Je, walipatia babu? Na kama babu ndiye alichukua, walipatia mizimu? Zilienda kule kuzimu? Na wakati pesa zilienda kuzimu, wanadai nani? Ni nani atapeana? Are you sure, mwenye alichukua hiyo shamba ya kina Senior Dave, ama mwenye alinunua, ama rent Mko sure kama mtu ako normal, ama pia ako possessed anafanya kazi na mavingumu. Na je, isha shamba itarudi? Serikali itakubali kukaa chini wafuate protocols wakisikia sijui kulikuwa na uchawi ni nini, nini. Itawezekana? Aya, shamba yenyewe. Guys, ikitu ni msidhani ni kurahisi. Ni kugumu, kwanza kutakuwa kutriki kidogo. Na nakumbuka vizuri Apostle alisema, Apostle Joshua alisema ndio kila kitu ikuwe sawa Lazima Bravo atolewe nini? Dhabiu kwanza. Bravo akitolewa dhabiu kwanza alafu apate nani? Kina Charles. Maana hata Charles haizipatikana na Ibrahim kama dhabiu ya Bravo ijafanywa, ijatolewa. Lazima tu Bravo atolewe dhabiu. Kuna analyzer mmoja sitaki kumtaja, sitaki kutaja mtu hapa. Nilisikia akisema pesa za Bravo after wamechanga zimetosha. Live ya mwisho si kuwochi mpaka mwisho, so mi sijui kama pesa zilitosha ama zikutosha. Sitaki kuongea kitu yenye sijui, but kuna analyzer niliona akisema pesa za Bravo saa hizi za dhabiu zimeisha, hakuna deni yoyote inahusikana na dhabiu ya Bravo. So kama zimeisha, ni Bravo atolewe dhabiu, na kama bado basi, Simba Deva rudi live juu, kitu si rahisi. Mlisikia hata mtume akisema hii dhabiu lazima itolewe, na kama pesa zitapatikana, Deva rudi mfukoni, kama ni kuuza auze chenye atauza. Kutoka hapo ndo baraka zitamfuata guys, ni kugumu. Then nimeona ni kama kuna watu wengine wanalaumu Dev hii situation ni ngumu guys. Then shamba iliuzwa ama shamba walirentisha inahusikana hata na mapepo na ushetani vitu za udevo. Then hata kama ni familia yenu kitu ya kwanza hawataamini eti shamba ilienda, wanaamini kuwa hiyo shamba maybe Dev aliuza akaungana na watu wa mashetani. Maybe alingua, aliingia katika devil worship unaona maybe aliingia kwa madevil worshipers, labda hiyo shamba amepeana labda ameuza, that's why yako na gari, so familia lazima wavuruge. Ndio unaona Dav ana amani, umesikia? Hata akisema akienda huko ana, ana amani, that's why unaona Dav anaambia Bravo amemsamehe, lakini amemwachia Mungu. Guys, hii kitu ni tricky. Mimi siko hapa kutetea Dave, siko hapa kutetea Bravo, but what, hii kitu kwa wao wote, hii kitu ina kati tricky kidogo, ni ngumu hata kama ni wewe unaweza ihandle aje. Dave ako na right ya kukasirika, Dave ako na right ya kuongea chochote kile coz shamba ambayo ilienda ni ancestral land, na nyinyi venye mnajua, sijui kama zile kabila zingine ziko wana consider hiyo ama they don't consider that, but mimi kitu najua, ancestral land hawaiuzui. Hata ukiuza ancestral land it's like a curse. Hiyo ni curse kwa familia umeleta. Curse, ancestral land haiuzwi. Ancestral land maybe ukodishe tu ukodeshe, upatie mtu alime, ama ufanye nini? Ulime chakula ugawie watu. Ancestral land, you inherit, una inherit ukiachia wengine. That's why unaona mababu wakati mwingine kabla wakufe, walikuwa wanasema wakati nitaondoka. Wakati nitakufa, mtoto fulani atakaa hapa na hapa, ama hii shamba msigawe ukijisikia wow, kulima penye unalima we lima lima tu chochote kile unafikiria we lima, lakini shamba msiuze, na kama mtauza, basi hiyo itakuwa nini laana. Hiyo ndio venye ancestral land ukua na hiyo shamba si ya devu. Unajua shamba ingekuwa ya devu tungeambia devu, usiongee sana, tutakurudishia ingine, but that is ancestral land. So kama devu analalamika kidogo, mwacha alalamiki hata yeye anapitia machungu Bravo, ni sawa, tunamwelewa Bravo. Kitu inafanya safi hapa ni eti shamba iliuzwa ama walirent shamba na la, sasa yeye anapesa, ana pesa ana hata shilingi ana hata makao ana mali, penye anaishi mwenyewe, yuko sel bado anaishi kwa mikono ya serikali bado analindwa na serikali, hakuna mahali popote ataenda bila serikali. mama yake ndio watu walikuwa na kuna watu wamepoteza mashamba, sisi ni Dev peke yake wezi jua wameandikisha nini na nini. That's why unaona mambo ni mengi guys, these guys going through a lot. Hakuna mtu mwenye tutasema tuhukumu hapa tuwaombe. Dev anataka usaidizi, bravo anataka usaidizi, 80%, not even 80, 95% anahitaji usaidizi. Dev pia anahitaji usaidizi. Alafu hii case iko very complicated. Guys, hata kama ni wewe, wacha tu nikwambie hivi. Maybe wewe ni lawyer. Wewe mwenye una watch Labda we ni lawyer, kama ni wewe, hii kesi unaianzia wapi? Unaanzia wapi kama si ui? Nani atafutwa anaitwa nani huyu? Oscar. Oscar ndio inafaa atafutwe, ndio hii kesi ianze upya. Watafute Oscar, watafute chorea, waletwe kwa meza, wakae na bravo hata kama walikuwa na ushetani, shetani huwa ibi akili yote, wanachukua 80% alafu wanakuachia 20%. So that 20% yenye wako nayo, watakumbuka shamba ilikuwa aje, mnunuzi ni nani? Huu mnunuzi wamlete kwa set. Wakileta mnunuzi, ya explain ilikuwa aje, shamba alipata aje. Kama itafanyika kwa mikono ya lawyer without cameras, ni sawa. Na huu mnunuzi wamchunguze, ikiwezekana mapastas waitwe aombewe wajue tena yako kwa mashetani na zile pesa alitoa wapi, ndio achukue shamba ya kina Devu na mbona amejenga. Eh, guys ni ku noma, ni ku tricky, then the funny thing, hata wenye watu wana sign, mimi najua shamba ama mwenye anakodisha shamba inafaa mwenye, it's either mwenye shamba ama mtoto mwenye shamba, lakini sasa wenye walisaini ni watu wengine. Ni sawa wali wakati waliingia kule walichukua title, title deeds maana zilikuwa kwa nyumba pale, wali convince huyu mzee akapeana babake Dev tena baba Dev pia kwa hizi drama. Babake Dev alivurugwa kiakili akapewa madawa akafanywa nini, akarogwa pia akasign. Babake Dev pia alisign. Sasa unaona pia ni tricky kidogo kwa baba Dev, pia ako na questions to answer. Mzee, wakati ulisaini ilikuwa aje? Mbona ukasaini? Kumaanisha uliuza shamba. Hii kitu itakuwa ngumu kidogo, guys, ndio mzee atakubali alisaini, watamuuliza ilikuwa aje, juu serikali mambo na mambo na uchawi awaamini guys. Unaua na watusi usifanye hivo, hiki tu ni triki. hata kama hiyo hyo, anza kukaa chini alafu fikiria kutoka huko nyuma, uanze kujiaininyi. Mkue na siku njema. Ni hayo tu kwa leo, mimi sina mambo mengi na mbarikiwe sana. Thank you so much, guys. Watch like pale chini na tukutane comment section. Thank you so much.